Serikali hii isipopunguza ziara ambazo hazina maana, ziara ambazo wanarukaruka kutoka kaunti moja kuelekea nyingine, huenda tukapata taarifa mbaya katika taifa letu la Kenya, na sio eti kwamba tunaomba, lakini wasipopunguza ziara ambazo hazina maana, wanachokitafuta hii serikali watakipata ndiposa wataamua kuketi kwa afisi kuweza kuwafanyia wananchi wa Kenya kazi. Ninazungumza nini mpenzi mtazamaji? Ndege iliyokusudiwa kuwabeba mawaziri wa Rais William Ruto au ukipenda mawaziri ndani ya serikali ya William Ruto, mawaziri watatu: mmoja for Paranya mwingine Alfred Mutua, pamoja na Salim Mvurya. Inasemekana kwamba ile ndege ilipata matatizo ya kupaa, na mwelekezi alisema iwapo ndege hii itawabeba hawa viongozi wa hawatafika mahala ambapo walikuwa wanaelekea. Hawa viongozi walikuwa wanaelekea mahala ambapo William Ruto yupo, upande wa Garissa kupeana pesa za Nyota Fund. Sasa ninashangaa mpenzi mtazamaji, raisi anatumania watu elfu ishirini na mbili kwa simu. Ni kitu gani ambacho kinamzuia yeye kuchukua nambari za simu ambazo anataka kutumia wananchi pesa awatumie kutoka Nairobi akiwa afisini kama rais wa taifa kuliko kutumia ndege kutoka Nairobi kuelekea Garissa, kutoka Nairobi kuelekea Kisii, kutoka Nairobi kuelekea Itatataveta, kutoka Nairobi kuelekea Kisumu. Hayo ndiyo tunataka kuweza kuzungumzia hapa, tuelewe kwa undani. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra, ninakuomba kwa moyo mkunjufu, tafadhali, kituo hichi ni chako na wewe ndio utakijenga. Ninakuomba ukapige subscription bonyeza kengele, sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi, ili tuweze kujenga kituo hichi. Uh, tunalenga kufikisha 500,000 subscribers. Mtazamaji wangu, sasa tunaeleza hivi, ndege hii haijulikani iwapo ni, ni helikopta au ni ndege gani lakini ilikuwa inapaswa kuwabeba hawa mawaziri watatu kuelekea Garissa High School, mahala ambapo hawa viongozi wapo sasa. Ninashangaa wamepeleka pesa Garissa. Kupeleka pesa sio vibaya, lakini wamesumbua mpaka masomo. Kumbuka kwamba mahala ambapo hii hafla ilikuwa inafanyiwa ni shule ya wanafunzi, yani Garissa High School. Kitu cha kwanza ambacho unapaswa kuelewa masomo yalitatizika wanafunzi hawakuenda shuleni masomo kuanzia siku ya Jumatatu kwa sababu maandalizi hapa na pale, kusoma sasa ilikuwa ni shida, na masomo ndio nguzo katika taifa letu la Kenya. Sasa tunaelezwa kwamba viongozi hawa walitatizika, hawakuweza kufika mahala ambapo William Ruto alikuwa upande wa Garissa. Nakumbuka kwamba Oparanya ndiye anasimamia mambo ya cooperatives wakishirikiana na Alfred Mutua na Salim Mvurya waziri wa michezo katika taifa letu la Kenya. Sasa taarifa hizi ziliweza kutolewa na waziri wa afya Aden Duale ampaye, aliweza kusema kwamba eti usalama ndio uliweza kufanya viongozi hawa wakakosa kufika kwa sababu Uh, ndege yao iliweza kupata matatizo kipindi ambapo uh, walikuwa wanapaswa kuweza kuelekea upande wa Garissa. Position kwa vile wako chini sana ya excellency, haujafika kiwango yako na ya Deputy President ambaye ni profesa, kwachia mimi kwanza, ni wasot ni wasot hapa

Some technical hitch, but they will find us. So Your Excellency, yale mengine nitawachia nita wewe na deputy, it's now my singular duty and honor to welcome the only. And it is good we have a dedicated, smart deputy president. Unajua hii si mara ya kwanza unapata ndege ambazo zinawabeba viongozi wa taifa la Kenya zinapata matatizo. Nataka ni kueleza kisa kimoja. Kulikuwa na wakati waziri uh, Kipchumba Murkomen ambaye sasa hivi ni waziri wa usalama wa ndani kipindi ambapo alikuwa ni waziri wa uchukuzi, ukipenda transport, ndege yake ama ndege ilikuwa imembeba, mnamo Machi mwaka 2024 upande wa Nyatike, Migori County ilipata matatizo ikaanguka, lakini hakuna yule ambaye aliweza kuumia. Sijui kama unanielewa mpaka hapo, mpenzi mtazamaji, hakuna yule ambaye aliweza kuumia. Lakini sasa ukiweza kuangalia kitu ambacho kinafanya viongozi kuweza ku... kuondoka kutoka Nairobi, mahala ambapo wanapaswa kufanyia kazi, kuelekea kuelekea sehemu zingine, ukiangalia hiyo kazi hata haina maana. Hizi ni pesa ambazo wanapeana ni za World Bank ambazo wanapaswa hata kutuma kutoka Nairobi kutoka kwa yule mwenye anasimamia hizi pesa zielekee kuelekea kwa wale ambao zinapaswa kupewa. Lakini sasa kuniambia kwamba waondoke Nairobi kwa abiri ndege kuelekea Garissa? That is wastage of Kenyan taxpayers money, matumizi mabaya ya hela za mwananchi. Niambia, unadhani kuabiri ku, ku, ku, ku, ku, ndege aina ya helikopta kwa, kwa lisali moja ni mchezo? Kwa lisali moja tu ndege is very expensive, na mawaziri watatu ndio wamepanda ndani. Hizo pesa ni za mwananchi wa kawaida, ambazo zingesaidia kuweza kujenga uchumi wetu wa Kenya ambao umedorora ume Ukiangalia pesa ambazo wametumia, maandalizi peke yake, sisemiti kwamba kipindi ambapo wana, o, o, o, o, viongozi wanaelekea Garissa ni vibaya, na sisemiti kwamba kipindi ambapo viongozi wanaelekea Kisumu au Kisii au Nyeri ni vibaya. Hapana, lakini angalia ni nini ambacho kinawapeleka. Yaani nyota fundi peke yake, serikali nzima inahama kutoka Nairobi, wanaelekea Garissa Chuali. Rais anaandamana na mawaziri zaidi ya sita, anaandamana na wabunge zaidi ya hamsini, anaandamana na magavana zaidi ya kumi, anaandamana na maseneta zaidi ya hizo pesa. Wangeketi chini waziweke pamoja, si hata hizo pesa zingeunda ajira basi? Kama ingekuwa ni barabara wanaenda kufungua ingekuwa ni sawa. Kama ingekuwa ni kazi kwa vijana wanaenda kuunda vijana zaidi ya elfu mia moja wapewe ajira ingekuwa ni sawa. Sasa wanakimbiza pesa ambazo hata wangetuma kutoka kwa simu direct, siende pale. Sasa rais ameenda kuambia wananchi, pu, ebu leta simu, imeingia ana confirm kama pesa zimeingia. What kind of rubbish is this sometimes, ladies and gentlemen, tuambizane tu kweli pesa za logistic peke yake ambazo zinaandaa kipindi ambapo rais anaenda mahali ni zaidi ya milioni tatu na hizo pesa zingewekwa pamoja. Endapo serikali hii ingetumia akili vizuri, watume hizi pesa kutoka Nairobi kuelekea Garissa, hata kutoka kwa simu, zifikie wale watu ambao walikuwa wanapaswa kupewa hizi pesa za logistic, jinsi ambavyo sasa hivi uh, ukame umeweza kugonga Garissa. Watu wa northern part of Kenya, wako na njaa, hawana maji. Hizi pesa za logistic, hata wangechimba visima viwili vitatu, watu wapate maji. Haya mambo ambao wanarukaruka kutoka sehemu moja kuelekea nyingine bila ya mipango, naona wanachokitafuta watakipata, na ndio wakati wataamua waache kuzunguka kote nchini. Unaona ndege imepata matatizo mnamo mwaka 2024 ndege ya ndege muruko meni naye iliweza kuanguka kutoka hewani. Wasipochunga kile ambacho kilimpata Ogola kitapata viongozi, na ndio wakati wataamua kwamba n -n -n. Sio mambo yote ambayo yanapaswa kuweza kuondoka Nairobi kuenda mpaka Garissa kwenda kufanya. Sio mambo yote ambayo yasiyokuwa na msingi yanapaswa kuondoka Nairobi kuenda Kisii kuenda Kisumu kuenda Nyeri kuenda Mombasa kuenda kuyafanya. Mimi ni Bwana Ezra, asanteni sana. Sijui wazo lako la maoni nilipi.